Mwenyezi Mungu atakataje kwa wingi ya ayyuha lladhina amanu, udhkuru llaha dhikran kathira. Dhikran kathira ni wakati wote, lakini kuna wakati tushirikiana, na hii imekubaliwa na ulamai, hadithi ya sahiheni ya kuwa masahaba sema, ma kunna naarifu kidha salatu Rasulullah illa bi raf'ihim sauta bi dua, tulikuwa tujui sala imalizika mpaka tusikie mwenyanyua sauti kwa dua au bidhikri au bitakbiri. Zikoria mbalimbali, wakinyanyua sauti kwa dhikri ndo na basi kwa, tulikijua kwa sala imekwisha. Ni maana walikitoa sauti mpaka watu wa nyumbani wakasikia, hata kama nyumba karibu au masikiti kwangine. Kwa tumia lugha mbaya, kwa msikitini kumejaa kelele za za dua. Si kelele dua yatakikana ileto kama, lakini bwana, kuleta dua msikitini kwa kelele haifai, yataka udhkur rabbaka fi nafsi, udhkur rabbaka fi nafsi, kawe mtaje peke yako. Maskini hawaelewi. Katika sharia kuna mambo mawili kuna dhikri saa yote na dua yo saa yote. Utaji peke yako mchana barabarani, io siopija makelele barabarani, siopi barabarani wazunguka, lakini kuna wakti maalumu watu shirikiana katika dua. Kushirikiana ni wakati mdogo. Sasa Ibni Hajar Askalani Lhafidh alisema wafihi mashruiyatu ljahri bidhikri katika hadithini, pana usharia wa kutoa sauti kwa dhikri. Ni usharia usharia Ibn Bazi shekhe wa Saudia, shekhe wa Wahabia alisema la fihi sunniatul jahri, pana usuna ya kujihirisha. Alipoulizwa baadaye katika fatawa zake, mbona umesema hivi? Kamba naam, ukijihirisha dhikiri kuna faida mbili, humkumbusha aliosahau, humfundisha sojua, kwa sababu kuleta dhikiri kwa msikitini, ikiwa ni kwa adabu na kwa hishma, zaweza kuendelea sababu walisifiwa masahaba, wakambia lahum dawiyun kadawi nahi wavuma kama kuvuma nyoki, ni maana likileta dhikri, basi dua hii tulete sana: Allahuma inaka, astaghfirullah, ashhadu an la ilaha illa Allah, astaghfirullah. Kisha na ilete, Allahuma innaka afun tuhibbul afwa fafu afu, afu, anna tuilete pia. Sasa, ikiwa kitu cha kubaliwa ni kama kuombea Mungu, na mimi nikubalia toba, pana ubaya gani? Nisamehe makosa yangu, wazee wangu wasamehe, nikutaka nawe upate kilogawa kwa watu wema